Jumuisha waumini walio katika ulimwengu huu wanaweza kupewa sifa, na pia waliokufa katika Kristo wanaweza kupewa sifa. So hatuwezi sema ya kwamba kanisa tu ni uh, ni, ni zile kongamano wanaweza kupewa sifa. Eklesia inamaanisha ya kwamba ni gathering kinele, hapa chini nasema hivi

la 23 ineleza zaidi kuhusu kanisa. Tukitambua hii kweli na uhuru ambao Yesu ametupa atatupatia nafasi ya kuweza kuendelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli, anaisi wakei so katika kitabu cha Waefeso tano mwanaisi wakeasiu kanisa so kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu alikuwa amemurisha katika agano la kale kwa Waisraeli ambayo leo hii waraisi sifa hajaamrisha kanisa. Kuna mambo ambayo Mungu ameamrisha kwa kanisa ambayo pia haijaamrishwa kwa wana wa Israeli. So hizi vitu bili ni tofauti, amwezi ukazitaganya wanaisi sifa so Efeso ni tano mstari mwaka wa ishirini na tatu inasema hivi anakita chace nitamatishe elili kwa ni maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. ishirini na tano. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakaze na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala wala kunyazi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewerai Paul mtume alitumia toa Bwana Yesu apewe sifa, kufafanua zaidi kuhusu kanisa. Bwana Yesu apewe sifa, na akawa anasema ya kwamba uh, waume sisi sasa, waume tumeamurishwa kupenda wake zetu kwa mfano wa ule Kristo aliyolipenda kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu, Bwana Yesu apewe sifa, alilipenda kanisa Bwana Yesu apewe sifa ambalo sasa wakati ule halikuwa. Bwana Yesu apewe sifa, maana tulikuwa waasi tulikuwa wenye dhambi. Kabla ujaokoka ulikuwa mwenye dhambi, ulikuwa umetenganishwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa, so Yesu anatoa uhai wa wake. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu ya watu wenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa, na baada ya kufa kwake na kufufuka kwake, Bwana Yesu apewe sifa akawa sasa amefungua nafasi ya kuwakamilisha hawa wenye dhambi. Wakishaamini anawafanya waumini na anawafanya kuwa mwili wake, manaisiwapenasi so, waume tukaamurishwa kupenda wake zetu kwa mfano ule Yesu alivyoipenda kanisa, haleluya, akajitoa kwa ajili ya kanisa nasi kama wanaume tunapaswa kupenda wake zetu, wanaesi wapewa sifa na kujitoa kwa ajili yao, wanaesi wapewa sifa kwa mfano ule wa Kristo. Nao wake wameamrishwa kuwatii waume katika kila jambo, wanaesi wapewa sifa so, ambao wametumia ia